Mefika huko kwa nyimbo, sifa za nyimbo. Nikiondoka tulikuwa tumeandika nyimbo uh, uandamana na upigaji wa ala za muziki. Kwa hivyo sasa nakwambia pia uimbaji uambatana na uigizaji, uigizaji. ile tunasema uambatana na uigizaji, unaweza tumia viungo vya mwili kupiga makofi, kutikisa, kuyumbisha, ile miondoko tunatumia uh, viungo vya mwili. Uimbaji huambatana na uigizaji. Uimbaji huambatana na uigizaji au matendo. Nyimbo huhusisha matumizi ya visishi nyimbo huhusisha matumizi ya vihisishi, husisha matumizi ya vihisishi. Utapeana mfano pale, unaweza kusema ui aa hii. Kwa hivyo kuna matumizi ya vihisishi. kuwa na maudhui ya kawaida. Huwa na maudhui ya kawaida kama maudhui ya siasa, mapenzi. Maudhui yake ni ya kawaida, so wakati unaandika, iwapo utaulizwa hivi, utatoa ile mifano. Ukitoa mifano, umeelezea huonyesha historia ya jamii, huonyesha historia ya jamii. Sasa nyimbo za kisiasa zinaweza gusia au hata nyiso historia ya jamii Unapeana tu mfano wa wimbo, utakuwa umeeleza dhima ya nyimbo. Dhima ya nyimbo ni umuhimu wa nyimbo. Nyimbo huhamasisha watu, huhamasisha watu. Unaandika hapo kwa mfano, unaandika siasa. Ukiandika siasa, si unakumbuka ni nyimbo za siasa, zina zinakueleza huyu ni kiongozi yupi, na ata anasaidia vipi? Utambulisha jamii, utambulisha jamii. Kwa hivyo katika nyimbo unaweza kupata kuna shughuli pale za uvuvi, kwa hivyo utapata nyimbo nyingi hapo ni za ukivuvi, utapata yale pia. Uendeleza utamaduni, uendeleza utamaduni. Kwa mfano nyiso, nyiso ni zile nyimbo za tohara, nyingi zinaimbwa kuonyesha pia umuhimu wa zile kwenda jadoni. Mtumbuiza Wakati unasikiliza kama jana na juzi, si unafurahia mpaka unacheza, mm -hmm? Eh, ume- una, unaona, umeburudika ume hata kanisani ukimba. Si unasikia umeliwazika, uzitakasa mm hisia -hmm, uzitakasa hisia, uzitakasa hisia. Si unaona wakati mwingine unaimba iwapo una kitu moyoni mpaka unalia, ni kitu unahisi, si ndio? mm -hmm. mtu ameimba wimbo hadi umekugusa. Sasa kuna wakati mwingine Mungu anaimba ana unaimba wimbo unasema Mungu atakusaidia kuna mwisho wa nini, wa mateso, si ndio? Unaweza kulia, iwapo kuna mambo kama haya yamekuathiri. Unaimba, unaambiwa kuwa uh, uh, uh, msaidizi wako wakati wote ni nani? Ni Mungu. Eh, unatakasa zile hisia, unaishi, unahisi una we mwenyewe umesaidika. Pia ukuza ubunifu, ukuza ubunifu, wakati ambapo unatunga nyimbo, kesho utakuwa mwanamuziki. Hapa sijaona, nimeona mwanamuziki kidato cha tatu kusini kuna mwanamuziki yeye, yeah, anaimba hata ametoa video mm -hmm. Kwa hivyo kesho wewe hapa, sijui kwa nini wamtungi nyimbo hata wale wa pale zile za kanisani, si unachukua Biblia? mm -hmm. au kama unaanza kutunga wimbo, unaona kuna ubunifu. Na pia katika nyimbo kuna ubunifu, wakati ambapo unataka kucheza ule wimbo mbele ya hadhira, unacheza pale ule wimbo, si ni ubunifu? mm -hmm. mm -hmm. lakini nyinyi mnapenda kurudia kucheza vile mlikuwa mnacheza, wakati tutakuwa na maombi yenu kitarenga ngapi? mm -hmm. Sasa kwa nini sasa hivi hamtaanza am kufanya mazoezi ya, ya mapema? Mtakuja mpaka hapo muimbe wimbo mmoja, mnaenda pamoja naku nakoa kule. Unajua miaka nyingi huko, miaka ya awali <lottery> si walikuwa wanafanya hivyo. Sasa sitaki mfanye hivyo, nyinyi ni wengine tofauti. <laughs> akataumwengi kitu tofauti na mnaenda <laughs> ni kama mbelazimisho kuimba kabisa. Mpaka nasema e, watoto tuendelee, hata kukirudia ni sawa tu. Sijasema msiimbe, we sijasema hivyo. Aya, pia uwashajiisha uh, watu uwashajiisha watu, yaani kutokana na neno shujaa inakupa kushajiisha Yani, wapo kuna kuna mbele yako unaimba wimbo ambao ni wimbo wa wa kwenda nyimbo za vita, unakushajishi unakwambia una nguvu za kupigana kukabiliana na lile jambo liko mbele yako. Aina za nyimbo, aina za nyimbo: nyimbo za watoto. Kwa hivyo wana wanapocheza michezo, kwa hivyo zinaimba wanapocheza michezo, inaitwa singing games ni ile mnashikana mikono hivi mnaimba, mnaimba hizi, unasema huwa ni za kuimarisha akili, kuimarisha akili. Andika tu hapo, huwa za kuimarisha akili ya wale watoto, kuimarisha akili yao. Nakumbuka hizi nyimbo pia zinakuwa na yale maudhui mepesi, kwa sababu ni za watoto, na lazima ziwe na vitendo. Ndio maana wakati mwingine unaona wanashikana mikono, wanashikana mikono mm na zinaburudisha, hizi zinaburudisha. Bembelezi, bembelezi pia huitwa bembea, ni kumnyamazisha mtoto au kumbembeleza alale, kumnyamazisha au kumbembeleza alale. Kwa hivyo unamnyamazisha iwapo analia alafu kumbembeleza. Kumbuka huwa zinaimbwa na, ukiulizwa zinaimbwa na nani? Walezi wale ambao wanawalea, walezi. Nyiso nyiso, vijana wakienda jadoni, vijana wakienda jadoni. Pia kumbuka, zinaimbwa kwenye zile sherehe za za jando. Kwa hivyo ina maana kuwa hapa zinawasifu wale ambao wali walipashwa tohara bila kuogopa. Pia zinakwambia uwe mvumilivu, zinakashifu wale ambao ni waoga mm. Na pia wakati mwingine hizi nyimbo zina zinaonyesha yale majukumu yao ambayo watachukua baadaye. Nakumbuka kuna swali la dini ambalo likuwa limeuliza kuhusu hizi nyimbo, swali la dini kiakidato cha tatu karatasi ya kwanza, nyimbo za kisiasa. Kwa hivyo hizi wimbo katika shughuli, andika shughuli za kisiasa, usienze kusema wimbo katika, unajua ni kuimbwa hivyo, sema tu shughuli za kisiasa. Kwa hivyo nyimbo za kisiasa upinga ukiukaji wa haki hizi, zinapinga ukiukaji wa haki, zinazindua, zinaendeleza hata uzalendo, unaweza uzalendo. Kuna mbolezi au tahalili, mbolezi au tahalili wakati mtu ameaga. Kwa hivyo zinaimbwa wakati mtu ameaga au unaweza kusema maombolezi siunaitwa tahalili. Yaombolezi huimbwa na toni ya huzuni, toni ya huzuni hutumiwa, toni ya huzuni kuonyesha kifo kinavyochukuliwa kina katika jamii. Kifo kinavyochukuliwa katika jamii, kifo kinavyochukuliwa katika jamii. hodia hodia hodia sita